tunapenda kumshukuru Mama Samia kwa ajili ya kutuletea mradi huu wa BOOST. Sasa hivi tunaweza kusoma vizuri kuliko ile shule tuliyotoka, Shule ya Msingi Jaje. Alikuwa tunasoma tuna kwa kubanana, banana, wanafunzi wengi darasa moja tulikuwa kama mia mbili lakini sasa hivi tunasoma kama wanafunzi mia moja katika darasa moja. Shule ya msingi ijaje kwa darasa moja tuliko tunakaa wanafunzi mia mbili. Hivi sasa tulivyojengiwa shule mpya, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Tunakaa wanafunzi mia kwa darasa moja, kuna a na b darasa moja hamsini, jingine hamsini, na tuna walimu bora sana waliobobea katika vyuo mbalimbali. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Tuna miundombinu mbalimbali, mfano vile kama maji tumeletewa matenki matano ya maji tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais. Tuna vyoo vizuri tuna walimu tuna wazuri, tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan. Shule hii hapa imejengwa kwa lengo la kupunguza msongamano wa wanafunzi katika shule ya msingi Jaje. Kwa hiyo tunaona kitendo cha shule hii kujengwa kumetoa uh, fursa kwa wanafunzi hapa kupata eneo zuri la kujifunzia au la kusoma lakini vile vile majengo haya ni mazuri sana, yanavutia na yamewekewa huduma zote vizuri, kwa mfano kama vyoo. Lakini pia tunaona yamejali pia miundombinu imewekwa sawa kwa ajili pia ya walemavu kuweza kutumia miundombinu hii. Ah, lakini pia mradi huu wa BOOST unagusa afua nane ambazo ni za msingi sana kwa mfano katika uhamasishaji wa masuala ya uandikishaji wa wanafunzi hususani wa darasa la awali tunaona umeongezeka sana. Lakini vile vile afua nyingine ni kujenga ushirikiano kati ya jamii ambayo ndio inamiliki shule pamoja na, na, na, na, na, na serikali. Kwa hiyo tunaona wazazi wamekuwa na mwamko mkubwa sana katika shule hii kwa sababu watoto uh, wanapata chakula. Kwa hiyo tuwapongeze sana wazazi wa, wa maeneo wa haya kwa kuona umuhimu wa watoto kupata chakula. Kwa sababu uh, watoto hawa wanakuja asubuhi wanaondoka majira ya saa kumi. Kwa hiyo kushinda na njaa kungesababisha kushinda kukabiliana na masomo yao. Na hata suala la udumavu wa akili kwa uh, watoto unatokana una na kukosa chakula kwa wakati, lakini chakula ambacho kina virutubisho, tunaona kwamba hilo linafanyika vizuri. Kwa hiyo pongezi sana kwa wazazi kwa namna ambavyo wanajitoa. Lakini jambo lingine tunaona ni mazingira haya. Shule hii haina muda mrefu tangu ijengwe, lakini ukiangalia uh, tumeshirikiana vizuri na wazazi, tumeshirikiana walimu hapa na wanafunzi kutunza mazingira vizuri ya shule kwa kupanda miti uh, kwa hiyo hayo ni miongoni mwa mambo ambayo tunaishukuru sana serikali. Lakini kuanzishwa kwa shule hii ya BOOST hapa katika maeneo haya kumewafanya hata baadhi ya wazazi ambao walikuwa watoto wao wanakosa fursa ya kuja kusoma hapa kuwahamishia hapa, na wengine ambao ni watoto wadogo pia wamekuja kuandikishwa uh, katika shule yetu hii. Katika upande wa tehama kuna uh, tumeletewa hapa mradi huu tena wa kuletewa vifaa vya kielektroniki kwa ajili ya ya kusaidia katika masuala ya ufundishaji. Walimu tumejiandaa vizuri, uh, kwa ajili ya kupata mafunzo ya kutosha ili tuweze kuvitumia hivyo vifaa ambavyo, uh, vitaletwa hapa kwa ajili ya masuala ya tehama. Tunaishukuru serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo iko chini ya mama yetu Dr. Samia Suluhu Hassan, uh, kwa kuleta mradi huu wa BOOST katika ana mitazamo chanya kwa maendeleo ya taifa. Sayansi, teknolojia na ubunifu kwa maendeleo